Naam, karibu tuzungumze michezo na burudani sehemu pekee tunapoweza kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani nikujuza na nikupashe, ninda hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya mnyama Simba Lunyasi dhidi ya JKT Tanzania unaotarajiwa kupigwa katika dimba la meja Asemoyo siku ya Jumamosi ya hapo kesho, kunako dimba la meja Asemoyo, majira ya saa moja kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na Kati. Ijumaa tulivu hii leo. Assalamu alaikum, kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nikiripoti kutokea hapa katika vijiwe vya Mwembe Yanga. Nimerudi tena baada ya hapo jana kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo, lakini hii leo pia nimerejea tena hapa tuweze kuzungumza kuelekea katika mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa nami? kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Mnandi wa Simba Sports Club. Asalamu As alaykum alaykum ndugu. Wala. Wa alaykum salam. Habari shwa. Mzima upo? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Eh. Yeah. Niko bweri wa afya, niko good, niko poa. Tunarudi kwenye mbiringe mbiringe zetu mm. za ligi kuu mm. Tanzania Bara mm. NBC Premier League okay. Eh. Imerejea. Eh, Bwana mimi na yetu tutukumbushane kitu kidogo. Leo Ijumaa tulivu. Kwanza umesha swali. Muda bado, muda ukifika kama kawaida. Eh, muda ukifika kama kawaida kwenda kuchukua pointi tatu muhimu. Mm. Ah. Ah, Bwana, tuanzie hapa. Mara ya mwisho mimi nawe kufanya exclusive na kukaa. Lini hasa? Muda mrefu kidogo. Mm. Muda sana, naweza nikawa nimejisahau. Yeah. Eh, ni muda mrefu kidogo. Mimi ninavyojua muda mwingi tunakuwa tumesimama. Yeah. Eh, lakini kukaa kama hivi kuketi ni muda mrefu kidogo, naamini hii ni ishara njema zaidi. Unajua, unapotaka kula lazima utulie sehemu nzuri, sehemu tulivu, ili mradi chakula kishuke vizuri. Kwao naamini binafsi pia ndipo tutapoenda kuwafanyia unyama ndugu zetu siku ya kesho, JKT Tanzania kwenye uwanja wao wa nyumbani pale pale, tunaenda kuwakandamiza. Bwana, tuanzie hapo kuzungumzia mchezo. Mnatarajia kuondoka na alama tatu muhimu katika dimba la meja sehemu huyo li hali, msimu wa mwaka jana mlizivuna kunako dimba hilohilo la meja sehemu huyo, na ndio maana tumeamua kuchagua uwanja huo kuwa uwanja wetu wa nyumbani ili twende sasa tukachukue alama zote sita pale pale, tusijichukulie viwanja tofauti, sababu hili tulikuwa KMC tulikaenda kuchukulia tena pale. Sasa tunataka tuchukue zote kwenye uwanja huo huo mmoja, afu baada hapo tunaweza tukahama tukarudi kwenye maisha yetu tulipopazolea pale, ambaye watu zamani tukao naita shamba la bibi, lakini sasa hivi naitwa uwanja wa Uhuru. Hilo ndio jina lake, sio shamba la bibi, maana shamba la bibi ilikuwa kila mtu anakuja anajichumia pale anavuna anachokijua yeye. Hilo jina sasa hivi maarufu sasa hivi jina so, maarufu ni uwanja wa Uhuru. Kwa muda wote tunaweza tukarejea pale, sababu sisi ndio wenye viwanja vyetu vile tunakofanya show zetu kwao, nadhani tunaanzia pale. Lakini muda wote pale pashika kuwa tayari, watu wa kuzindua tutakuwa sisi pale, na ingewezekana kuzindua, tuzindue kwenye dabi ya Mzizima, dabi Mzizima, Mzizima dabi ndio tuzindulie pale Uhuru Stadium. uh -huh. eh, eh. Eh. mweke historia, mweke historia, historia eh, wakati upikiwa taa eh, pichi safi majukwaa yameboreshwa, twende tukazindue sisi na walambalamba wale, baada ya kisha toka kumaliza shughuli yao kule waje pale tuwashenyete vizuri bwana. Tuzungumzie mchezo ambao unatarajiwa kupigwa hapo kesho, si haba. JKT Tanzania na wenyewe pia wako vizuri kweli kweli, lakini yote pia tisa kumi, mnyama Simba michezo miwili na alama zake sita, nakwenda kucheza mchezo wa tatu, pengine itakuwa ni karata ya namna gani kwa upande wenu kwa ajili ya kujitengenezea mazingira mazuri kwa msimu huu kuingia kwenye zile ving'ang'anyiro ambavyo mnatamani kwelikweli kweli, mashabiki wa Simba pamoja na wanachama, kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba mnatoa ubingwa wa msimu huu kwanza. Tume, tupo kimkakati kwa ajili ya kurejesha mataji yetu yote ambayo tumeyapoteza ndani ya misimu hii minne. Hayo ndo malengo yetu makuu. Tumepoteza ngao ya jamii ambayo tumeshaikosa tayari, lakini naamini unaweza ukachukua ngao lakini usiweze kwenda kuwa bingwa, maana tunazungumbuka tulichukuaga ngao kule Tanga, lakini mwisho wa siku tukakosa ubingwa pia. Kwa hiyo mimi naamini kuchukua ngao haileti ishara njema tu ya kupata ubingwa. Mimi naona ile ni ufunguzi wa ligi, lakini naamini amebaki mataji mawili kabatini, haya ndo tunahitaji kuyarejesha. Simba Sports na wao wao walitupokonya sisi na sisi tuliwapokonya wao, kwenda kuchukua ile miaka minne mfululizo, na wao wakafanya hivyo hivyo, wakatupokonya sisi mataji yote hayo, na wao wakaenda kuchukua ubingwa mara nne, manake wamelevo pale scoreboard. Sasa tunataka tukaanze pale pale tulikoishia. Tunaanzaje? Lazima twende vizuri kwa ajili ya kuhakikisha tunachukua pointi tatu kila mchezo ambao tunaenda kukutana nao siku za usoni, ili turudi pale pale kwenye harakati zetu za kuwa mabingwa wa Tanzania. Kwa mara ya kwanza Kocha Dimitar Pantev anakwenda kuitumikia Simba Sports Club ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Huenda historia ikaandikwa ama historia isiandikwe ama akaanza vibaya ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Vipi mnasemaje? Baada ya performance ya kumalizika katika mchezo dhidi ya Nsingizini, nikiwa na maana mchezo wa nyumbani na mchezo wa ugenini katika hatua za second preliminary round ya klabu bingwa barani Afrika, mi naamini kwa kocha wetu Master Matatuu, mi naamini alianza vyema na nyota njema, siku zote huwa inaonekana asubuhi. Yeye ni kocha mpya, amekuja, amepewa timu, mechi yake ya kwanza akiwa away akimchakaza mtu chuma tatu kwa sifuri na ni kocha pekee duniani ukiacha tu kuwa Simba Sports, ndo kocha pekee duniani mchezo wake wa kwanza au kibarua chake cha kwanza kwenye mashindano ya Champions League, sio ligi kuu kwenye nchi husika na kwenye ligi husika. Ni mashindano ya kimataifa ambayo yanahusiana vilabu vinavyoshiriki ligi tofauti tofauti, wanaenda kukutana kwenye mashindano ya aina moja, na akienda kwenye mchezo wake wa kwanza timu yake ikiskoo chuma tatu kwa sifuri na akirudi kwa kibabe, lakini ni kocha pekee ambaye kushangilia hata goli moja. Kwa hiyo manake inaonyesha ishara mbaya au ishara njema kwa watu ambao wanafuatilia football ya Tanzania. Binafsi, mtu anashinda anashinda chuma tatu, lakini ashangilie, maanake ye inaonyesha ishara gani? Kama mtu anashinda chuma tatu alafu ashangilie, kwa hiyo maanake ni jambo kubwa sana. Naamini ataenda kufanya makubwa kwenye msimu huu bila shaka. Pengine mchezo kuchezwa kwa usiku, huenda mashabiki wa Simba wakaona kama ni mbali vile kwenye eneo la tukio. Mnasemaje wanasimba? Ah, mchezo kwa usiku sisi ndio kanuni zetu na taratibu zetu, sio. Mechi zetu nyingi sio, huwa tunacheza usiku, tunacheza mchana tukiwepo pale KMC. Lakini kama tutapo Benjamin Mkapa mechi nyingi zinakuwa tunazipigaga usiku. Kwa hiyo mimi naamini kucheza usiku kwetu ni asili yetu, na hata Simba ukimwangalia mchana huwa analala, usiku ndipo anafanya mawindo yake. Kwa hiyo naamini usiku ndio wakati sahihi kwa Simba Sports kufanya mawindo. Kwa hiyo naamini hakuna kinachoharibika, ndio zidi tumeletwa baharini, samaki hawezi kumfundisha kuogelea kwenye bahari, muda wote anatembea tu na maji. Kwa hiyo naamini ni wakati wetu wa kufanya makubwa na Ben Tevo au Master Matatu, ni wakati wake wa kuipeleka Simba nchi ya hadi kuchukua ubingwa hapa ndani lakini pia kwenda kutengeneza heshima zaidi kwenye Champions League. Mwenzake ameondoka, amefanya makubwa. Amekuja msimu huo huo na akaipeleka Simba finali kombe la shirikisho. Ameanza na kaenda finali na yeye binafsi atakuwa atengeneza rekodi yake ndani ya Simba Sports. Bwana tuzungumze mimi na yeye kitu kimoja hapa. Na tujaribu kuiweka sawa. Leo, mimi, Leo tarehe ngapi? Mimi kwenye hesabu zangu zinaniambia leo ni tarehe sita. Si ndio? Pasi na shaka kwa sababu kesho tarehe saba ndio mnyama Simba anaingia maandoni. E, ni kweli ni kweli, lakini binafsi mi niseme tu kitu kimoja kwamba tarehe ni namba, lakini na siku pilapila inabadilika, lakini unaona, nyakati ni zile zile na upepo ni ule ule. Kwa hiyo kikubwa ni mipango tu sawasawa ya kwenda kupata kilo ambayo kinachostahili pale kwenye pichi. E, bwana, tuzungumzie sasa tarehe 30 Simba Sports Club, na kwenda kwenye swala zima la uchaguzi. Mmejipangaje mashabiki na wanachama wa klabu ya soka ya Simba? Aa, kwa mashabiki binafsi wao watakuwa kwenye skrini zao ama runinga tunaita, watakuwa wanaofuatilia mkutano moja kwa moja, kwa sababu mikutano yetu sisi huwa inakuwaga iko live, kwa sababu inakuwaga haina rafsha ya kupigana na nini hiyo, huaga haina lapsha na inakuaga live moja kwa moja. Ndio maana hata ukumbi wa Mwalimu Nyerere pale post sisi ndio watu wa kwanza kupewa kwenda kufanyia mikutano yetu. yes, pos, ilo ya sports ile inakuwaga tu kwa ajili ya siasa, lakini sio sports. Kwa hiyo sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kwenda kufanya mkutano pale ambao unahusiana na michezo. Kwa hiyo mi naamini binafsi Simba Sports ndio mwenye hizi kazi zake na yeye ndo mwenyeji wa hii, hii mikutano. Akifanya jambo sehemu nyuma, mwiko wao wanafuata. Tulienda Superdome Masaki kuzindua jezi wazetu, wakaenda kufanya kikao chao cha harusi pale, maana wao hawana mikutano sasa hivi, wana vikao tu. Hey, kwasababu awna wanachamawanasajili mashabiki wanachama, watu watano, watano, kila hakuna wanachama ote, wenye haki ya kwenda kwenye, za labda, labda, watu, watu kwenye, kwenye mkutano, ila wanafurahia sababu wanapata matokeo uwanjani, lakini wakikosa matokeo uwanjani wenyewe watajua kwama sasahiviawasajili kadi tulikikataa. Kwa, kwa hiyo naamini binafsi tarehe 30 kwenda kwenye mkutano wa mwaka wa kawaida kwa ajili ya kwenda kusomewa mapato na matumizi zetu, tunahitaji kwanza tupumue pale kwenye semifinal. Sio, lobo tunahitaji tupumue semi final. Sasa tunapumuaje? Tuna, tuna kama hatujatengeneza nguvu, kama hatujatengeneza ukaribu wa pamoja ili tuweze kupumua. Kwaomba, naamini kuelekea mkutano huo vingi vitaenda kujadiliwa, naweza kuna vitu wameviona na ndio maana wameamua kuweka mkutano. Sasa mimi naamini wangesubiri labda mpaka uchaguzi, lakini wameona kwamba kusubiri uchaguzi ni mbali, ni bora hapa hapa mapema watimize kikatiba kwenda ku, ku, kwenye mkutano kabla msimu haujatamatika kwao. Binafsi ni jambo jema, halina ubaya. Mimi naamini kwa wanachama ambao hawajalipia ada, walipie ada ili siku hiyo wote tuungane kwenda kwenye huo mkutano twende tukasikilize viongozi wanazungumza nini kuelekea msimu huu ambaye tayari tumeshauanza kuelekea kwenye mashindano ambayo tuko nayo. Wataenda kutuambia vile walivyokuwa navo bwana, yale madukuduku ya wanachama nadhani wataenda kuyatoa kwenye mkutano, kusabu, mkutano sisi, kwa sababu wao binafsi mkutano ungeuitisha mapema, hata sisi tusingekuwa tunapaza sauti humu, tungeenda kupaza sauti hapo hapo kwenye mkutano. Utapewa kipaza pale, utamuuliza kiongozi wako pale, bwana, kuna sehemu moja mbili tatu haijakaa sawasawa, shida ilikuwa nini? Ndo sehemu sisi ya kwenda kujadiliana kitu, tulikosa hiyo fursa, na ndo maana tulisimama kwenye vipaza kuzungumza, lakini wangekuwa wameticha mkutano mapema, tulikuwa tunaenda kuzungumzia hapo, ndo mahali petu sisi, lakini tulishindwa kupata hiyo fursa. Kwa hiyo naona wameiona, wameamua kuita huo mkutano, tutaenda kuwasikiliza vipi. Wana harakati. A, wana harakati kama kawaida, wana harakati kama kawaida, watahudhuria kwenye mkutano, wataenda kusikiliza maoni ya wadau wataenda kusikiliza hoja za viongozi kuelekea msimu huu ambao tayari tumeuanza kwa sababu sisi binafsi kwanza watu watambue sisi hatuna shida na mtu ndani ya Simba kama anaenda sawa sawa ila ukienda tofauti ndio utatuona sisi wabaya utatuchukia, lakini ukisimama njia kuu sisi hatuna shida na mtu. Kwa sababu mimi binafsi siri kwa kiongozi yoyote ndani ya Simba maisha yangu nayaendesha mimi kama mimi na familia yangu kwa ujumla sawa. Na sijawahi kupiga simu kwa kiongozi yoyote kumwambia nataka shilingi elfu hamsini ama laki inisaidie mimi kama mwanachama Simba Sports, lakini tunapoona klabu yetu haiendi njia kuu inaenda mlama, lazima tusimame na tuzungumze, kwa sababu wewe umeshindwa kutuita sehemu sahihi tuje tujadiliane. Umeona bwana, unatujibia huko mara hawa wauni hawa namna gani? Sehemu sahihi ndio hiyo, mkutano huo umeshaitishwa, tutakuja kuulizana hapo ni kipi kifanyike, kipi kisifanyike. Ndio wana Simba tunahitaji hivyo vitu, lakini sisi binafsi hatuna shida na mtu. Ila ukienda tofauti ndio utatuona sisi kwamba tuna shida na wewe, lakini ukikaa njia kuu tutakuwa watu wa moja, tutakuwa tuko njia moja na tutaongea lugha moja, na moja. Ila ukienda tofauti na sisi, tutaongea kila mtu lugha yake. Unalipi labda la kumalizia kwa kuambia mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, lakini pia vilevile nikimalizia kwenye hengo ya mkutano mkuu wa tarehe 30, kikubwa kwa mashabiki kwenye mkutano wao binafsi hawahusiki kwenye mkutano wao, kuwaombea dua wanachama abe wawe salama mpaka kufika hiyo siku, kusitokee jambo lolote tofauti, mkutano uende ukafanyike. Nini kitatokea? Maazimio yote watayapata baada ya wanachama wao kwenda kuwawakilisha kwa sababu wao mashabiki wanawakilishwa na wanachama, wakilisha kile kitakachoazimiwa pale watakisikia, tutakachokubaliana pale maanake watakipokea na na wao ni sehemu kwenda kukifanyia kazi, kwa sababu wao furaha yao wanaipata kupitia sisi wanachama. Lakini sisi tukikosea, sisi maana yake wao furaha inapotea. Kwa hiyo mimi naamini binafsi, tuombe dua, tuwe salama mpaka kufika siku hiyo ya mkutano, twende tukakutane, tukajadili pamoja kuhusu Simba yetu ili kuhakikisha tunaenda njia kuu. Hicho ndio kitu kikubwa. Na wanachama ambao hawajalipia ada, huu ni wakati pia wa kuhakikisha unalipia ada yako ili kuhakikisha uwe hai na uweze kuhudhuria mkutano. Kama hujalipia ada, huwezi kuhudhuria mkutano. Kwa hiyo nawaomba wanachama wale ambao bado hawajalipia ada Wawai mapema walipia ada, wasikose haki yao ya msingi maanake, haki ya mwanachama ya msingi ndio hii. Usikae nyumbani, kimefanyika kitu tofauti, unaanza kujadili wakati uko nyumbani, umeshindwa kuhudhuria kwenye mkutano. Lipa ada yako mapema, nenda kwenye mkutano. Kama una dukuduku lako, utaenda kulizungumzia pale, watalipokea na litajadiliwa, na kwa sababu tunakutana wote kwa pamoja, hakuna kitakachoharibika. Naamini tutaenda kujenga Simba mpya kuelekea msimu ujao. Shukrani sana, asante sana.